Alaykum. Alhamdulillah rabbil, Sheikh Sugu, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema bado anaendelea kutenda, somo bado inaendelea. Jana kuna taarifa zimezagaa mitandao ya kijamii ikihusiana na rais wa rais wa TFF Karia akiongea kuhusiana na watu ambao wanashutumu bodi ya ligi, baadhi kama Almas Kasongo pamoja na Steven Mguto. Kuhusiana na waji uzuru rais ametoka amesema, labda waji uzuru wao. Kwa maana barua ya Young Africans ambayo iliandika kauli hii umeipokea? Kwanza, ah, kwanza hiyo kauli nimesikia, lakini kabla ya yote sijazungumza, kwanza kumpongeza tu Mheshimiwa Rais Karia kwa kuchaguliwa kuwa mmoja wa wajumbe wa kamati ya utendaji wa shirikisho la soka barani Afrika. Limekuwa jambo jema, limekuwa jambo zuri, kwa sababu kwamba katika ukanda wa Sekafa kutoa kiongozi kama yule kwenda kuwakilisha soka katika, wala la, katika ukanda wa Sekafa ndani ya bara la Afrika ni jambo jema. Kwa hiyo kwanza, lazima tumpongeze kwa kazi kubwa, kwa kazi nzuri. Mimi naamini inaleta inaleta faraja sana kwa Watanzania, kwa sababu leo ukiona namna ambavyo Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF anakuwa mmoja mjumbe katika kamati ya utendaji wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa hiyo kwetu mimi naamini kwamba siku zote watu wanategemea baba akitoka kwenda kutafuta, vijana wanategemea baba akirudi, maisha yanaweza kuwa nini? Mazuri. Kwa hiyo mimi naamini kwamba katika soka letu hususan katika ukanda wa Sekafa pamoja na Tanzania tutapiga hatua kwa kumtegemea yeye, kwa sababu kuna vitu vingi nafikiri atapata. Lakini cha pili, hmm, waandishi wa habari mmekuwa sawa kweli baadhi yenu, na hili ni shida ambayo ipo na inaendelea kututafuna, na laiti waandishi mngekuwa mnasimama katika ukweli, nafikiri kwamba tungefika mahala soka letu lingefika sehemu ambapo kila mtanzania alipohitaji. Lakini kibaya zaidi, nyinyi watu ambao mnategemewa sana kuelimisha jamii, ndio baadhi yenu mmekuwa katika watu ambao nyinyi mnakwenda kuipotosha jamii. Leo mnajua, mnasema rais wa shirikisho amelalamika kwa wale watu ambao wanaishtumu bodi ya ligi kuambia wajiuzuru amtakiwi kusema watu wamesema. Semeni Yanga wamesema, kwani mkiwataja ya Yanga ni dhambi? Kusema Yanga wamewambia bodi ya ligi wajiuzuru ni dhambi? Mboni mnataka kukwatia Simba katika hili kundi? Semeni kwamba mheshimiwa rais Kalia amewajibu wale ambao waliokuwa wanamwambia kamati yake ya bodi ya ligi ujiuzuru. Wamesema Yanga, kwani mkisema mnapata dhambi? Siku zote msemo wa kizalamu unasemaga wafadhiraka wapundaka. Ina maana gani? Na ukiacha huo msemo, kuna msemo mwingine unasema gunia la misumari halibebeki. Na ukiacha hivyo, usidanganye watu, ukachukua kinyesi ukakita katika mfuko, watu harufu yake lazima wakisikie. Haya niliyategemea na kuna mengine yanakuja zaidi ya haya. moja katika watu wanafiki duniani, moja katika klabu na watu wanafiki duniani, Dar es Salaam Young Africans, yaani hata akiwa shangazi yangu yumo, ukija katika mswala wa mpira akawa mnafiki zaidi ya Dar es Salaam Young Africans. Moja katika vilabu vimefaidika Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ni Dar es Salaam Young Africans. Kwa nini? Leo Yanga ndio ametoa mwenyekiti wa vilabu kwenye bara la Afrika. Wauliza alipigiwa kula nani alipeleka jina lake kafu? ambaye ni Injinia Saidi, sikiliza wewe huko tutafika, mbona una haraka shekhe? hapa hapa hapa ya nini? Wewe tulia, sikia maneno kutoka kwangu leo unapomsikia huyu mwenyekiti wa vilabu katika bara la Afrika kuna heshima kubwa. Huyu mtu kafanyaje? Kapewa katika vilabu katika mabara nani? nchi hamsini na nne, vilabu zaidi ya mia nane na something hivi. Nazungumzia vya ligi kuu, hujavivika wa ligi ya, ya chini zaidi ya mia nane na kumi. Mwenyekiti wao ni injinia Harris. Nendeni mkaulize Dar es Salaam Young Africans, kapigiwa kula. Hilo ni moja la tunda ambalo Yanga wanafaidika kutoka katika shirikisho la mpiga Tanzania, TFF. Lakini labiri, la pili Dar es Salaam mangavi kansi, nendeni mkawaulize wanaochukua ubingwa mara tatu wa NBC, wanachukua ubingwa wa Azam Federation Cup kwa uongozi upi, upi, upi. Yako mambo zungumzi hayatakiwe kusema katika vipaza sauti, lakini mimi nitasema Nendeni nyinyi mashabiki wa Yanga, kaulizeni management ya Yanga, moja ya sababu ya Yanga kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika ni TFF kiongozi ya katai mi niseme, wafadhiraka hapo ndaka, ndio haya ambayo tunayaona, na mi nasema ni muombe sana mwenyekiti wangu Muhamed Kabwea aniruhusu mi niseme, ameridhia mi niseme, nitaendelea kusema. Bwana Kabwea, asante sana kushukuru. <laughs> Hiki kinachotokea ni mabaya, malezi mabaya na malezi mabovu ambayo Yanga amelelewa kwenye nchi, malezi mabaya na malezi mabovu ambayo Yanga amelelewa kwenye nchi. Ikafika mahala wana Yanga wakajisahau, wakaamini wao wana uwezo mkubwa katika nchi kufanya chochote ambacho wanachoweza kufanyaje, kufanya na wasiguswe na ndio maana leo mabwana wa Yanga wanajikusanya kumi eti wanakagetini, wanakwenda kuzuia sisi kama Simba. Yanga Simba mpiti hapa she <laughs> Mwenyezi Mungu anaomba mbingu na ardhi, anasema dunia itakuwa na mwisho. Haya mambo ya kujiona Yanga ndio mwenye nchi yake, mwisho ushafanyaje? Shafika, ogopa sana. Namkumbuka mzee wangu wakati huo kama kumbukumbu itakaa vizuri mm, alikuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mzee Makamba. Kuna mgogoro mmoja katika vilabu viuri haiki kutokea, akatoa mfano akasema, endapo ukiwa unamfuga mbwa kila siku, namnunulia nyama anakula na shiba na anakuwa mlizi wako, siku akatokea, unarudi, mbwa anajua huyu ndio bwanangu, lakini akaamua kukubakia na kutishatisha, basi elewa, iko siku mbwa anakuja kufanyaje? Kukutafuna. Haya malezi mabovu Yanga ya Dar es Salaam mwgaafrica yamemfikisha hapa hmm. na nimwombe sana rais wa TFF, lazima tukubali, hakuna namna katika hili soka letu la Tanzania limesogea moja. Katika nchi ambazo za afrika soka limekuwa kwa haraka sana Tanzania moja, ni juhudi ya serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naamini hakuna Mtanzania asiyejua serikali inawekeza mabilioni ya pesa katika swala la michezo. Arusha stadium zaidi imekula bilioni mia mbili na themanini na nne Dodoma stadium imekula zaidi ya bilioni mia tatu na hamsini Serikali inajitoa, dhamira niya yao serikali kuona mpira kwenye nchi inachezeka, michezo inafanyaje? Inakuwa baraza la michezo BMT linapambana kuhakikisha mpira nchi unafanyaje unakuwa. Wizara ya michezo inapambana kuhakikisha mpira unafanyaje unakuwa. TFF haalali usiku haalali mchana kuhakikisha mpira unakuwa. Wakiwa hawa jitihada zao zote wanafanya, wakikubali watu sita tu katika nchi ambao wanapambana soka la Tanzania lisikuwe, so watu wa kuwafumbia macho <laughs> ambao ni nani? Nataka nikutajie Njomba Gala Kongoe. Awali si ninaandika kwenye majina hmm, kichwani hayapo. Njoo Mbagala Kongowe, nendeni mkawaambia wabaki kwenye siasa, wanakuja kutuharibia mpira, wanakuja kuharibu jitihada za Mheshimiwa Rais. rais anapambana vipi, wao wanapambana kurudisha mpira chini. Nendeni tutawaambia, tutasema leo hii soka la Tanzania huwezi ukalizungumzia namna ya kukua bila kutaja shirikisho la mpira Tanzania ambalo liko chini ya mheshimiwa nani Karia. Ni mwombe sana mheshimiwa Karia, wakati sahihi ni wakati wa Mungu na wakati sahihi ni wakati wa maamuzi magumu. Anatakiwa mheshimiwa Karia kwenda kufanya maamuzi magumu katika hili. Haiwezekani, wa Tanzania milioni sitini ambao tunakaa tunakiri katika mioyo yetu football ya Tanzania imesogea, alafu kinakaa kikundi cha watu wachache ambao mi nawaita wauni, wanakwenda kupambana kuhakikisha soka la nchi siku alafu zi tukaikima, haitawezekana tena kwa masilahi yao. Kwa unaungana na Rais Karia wewe <laughs> ungani naye wewe, ungani naye na mi nakulia uungani naye. Leo lazima uungane na Mheshimiwa Rais Karia kwa kazi kubwa anafanyaje, anamfanya <coughs> jana nilikuwa namsikiliza maelezo yake. Kuna jambo Mheshimiwa alizungumza, lilinigusa, nikataka kujadili sana, lakini kwa sababu sipewi nafasi ya kujadili, namuheshimu sana Mheshimiwa Karia. Anasema kuna muda alifika mahala, mpaka watu wana riziki kuhusu Yanga. Wewe unajua hilo riziki maana yake ni unajua So riziki ya kula kuna riziki na kuliski <laughs> yani, maana yake mtu anafika mara atarisha maisha yake, anatarisha maisha yake na hii Yanga sio mara ya kwanza. Hii Yanga walifanya mwaka elfu mbili na mbili, elfu mbili na tatu. Nendeni mkamtafute Mwina Sefu Kaduguda, anajua historia ya Yanga alichokifanya kwenye nchi hii. Aliliski maisha Kaduguda kwa Yanga kila siku Wamezoea Kisugu unani wow, nani nani Yanga way, tumewachoka. Nilitarajia nisizungumze sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu imani yangu ya Kiislamu imenikataza, e, imeniambia sio kufunga tu kwa sababu kuwacha kula anafanyaje na kunywa, lakini pia kuulinda mdomo wangu asamke maneno ambayo kuna mtu mwingine atakenda atakereka, lakini wewe umeniambia leo, acha mimi niseme, Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi atanisamehe kwa sababu anasema, khairi minallah shari minallah <laughs> Ubo? Ubo shiwa. Pongezeni sana Mheshimiwa Rais Karia kwa kazi kubwa, kazi nzuri unayofanya, lakini kikubwa naendelea kumuombea dua na muombea vile vile makamu wa rais washirikisha mpiga mpira, ndugu yangu, kaka yangu Asmani Nyamrani lakini pia katibu mkuu mtendaji wifedi kadao wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Lakini niwape pole sana sana sana bodi ya ligi chini ya kaka angu Almas Kasongo, mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wangu Mguto, wanafanya kazi kubwa. Lakini niwahusie tu jambo moja, unapokuwa baba <laughs> Mungu akakujalia wa kuwa watoto sita, lazima ujue utofauti wa akili upo utofauti wa kipato upo ndani yake, utapata watoto wenye akili, na ndani yake utapata watoto chizi mizali. Wewe baba, maana yake hakuna kumtupa, wote wa kwako. Chizi ni nani? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Chizi ni nani? Kisugu nimesema, ninarudia tena mm. Mungu akakujalia mm. ukapata watoto ndani yake, sikia vizuri mwandishi, naongea mimi kwa kodi Nakusikiliza. Lakini kabla kabla imada sijagusa kwanza, nimem... usia mzee wangu Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi. Nampa usia kaka yangu Almas Kasongo, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio wenye mpira wao. Baada ya kumaliza imada, nikasema, Mungu akakujalia kupata watoto watoto watoto sita kwenye familia, watu hawalingani ya watoto. Sasa hao namzungumzia kisugu na watoto wake Mbagala hao. Ndani yake kuna watoto atawapa wenye kipato zaidi kulikoni mwingine na mm ndani -hmm. yake Mungu atakupa maskini zaidi kuliko ni mwingine ndani yake atakupa mtoto mwenye akili kuliko ni mwingine lakini kubaliana, ndani yake atakupa mtoto chizi. Sasa ukiwa baba, ukipita jalalani, mtoto wako akataanza kula pale, Mungu amempa katika ile ambayo yeye aliamua kumpa. Mtu akikuuliza yule nani, sema yule mwanangu ni naye, kwa sababu huna kumtupa mzee Mgutu, aendelee kuvumilia Hizi ni nani, Kisugu. <laughs> <laughs> <laughs> Aendelee kuwa mvumilivu Almas Kasongo